Utembea huko m hmm? Nini? Aibu gani unaniletea wewe, Anita? Aibu gani unaniletea hmm? Yani mimi anti yako, mbona unapenda kuniletea aibu m hmm? Nini? Aibu gani unanitia? Yani unamaliza tu mtihani hivi hata hujafika nyumbani hmm? Usakimbia kwa ndoa na uniform <laughs> nini? Aibu gani unaniletea? Naenda shule kukutafuta, unanifanya najiona, naonekana tu mjinga mbele ya watu. Mbona unanifanyia hivi Anita? Kwa nini unanifanyia hivi? Mimi sijakataa usioleke, lakini mbona basi hata kufika nyumbani, kufika tu uniambia nti, asante, nimemaliza shule huh? Unakimbia kwa ndoa kwenda kuanzisha maisha na uniform. Uko na akili mzuri Anita, wacha nikuambie, usiponisikia mimi kama nti yako, utalia utalia kwa hiyo ndoa na sikinyota kuvunja singo Uwekewe macho nyoka. <laughs> Ndo labda utanisikia kitu ambacho nakwambia. Unajua umekuwa kichwa ngumu sana na nimekuvumilia for 4 years sana hata wewe mwenyewe unajua. Wacha kunifanyia venye unanifanyia hivi. Kaa hapa tulia. Hata results hazijatoka Anita. Hazijata toka yawa. Hata ujui kama utapata E, E plus. Hata y Nobody knows. Know. Hmm? Sasa si anti mimi nampenda. Oh, unampenda. Anita, unafikiria ndoa inakimbia, si ndio? Wacha nikwambie. Ukisa soma huko, na pepa si yako, utapata mwenye atakupenda. Mapenzi ya dhati, kama uko na pesa yako. Mimi nimejaribu kati ya uwezo wangu, hata Mwenyezi Mungu ameona. Mimi ni shahidi shakiki, ameona enda enda kwa hiyo ndoa.